Tuelekee kaunti namba 24 ambapo shirika la Msalaba Mwekundu limeendesha zoezi la kuigiza jinsi ya kukabiliana na majanga mbalimbali mbali katika eneo la Kacheliba huko kaunti ya West Pokot. Zoezi hilo limewaleta pamoja wakazi ambao wanaongozwa na machifu wao katika kijiji cha Muruben. Maafisa wa Red Cross wamepiga kambi siku kumi wakitoa wa mafunzo kuhusu mbinu za kujikinga wakati wa uvamizi hasa wakati wa uchaguzi mkuu. Wakazi waliigiza tukio halisi la kuvamiwa na jamii jirani na jinsi ya kujilinda wakisubiri msaada. Maafisa wa Red Cross walionyesha namna ya kutoa huduma ya kwanza na kuwahifadhi waathiriwa kwenye hema za muda. Wanafanya vile ambavyo inakuwa. Tumepata wana wakazi wa hapa Kacheliba wamejitolea kukua kama waathiriwa na kwa upande wetu ile mambo yote tumeweza kufunza tunaweza kuitekeleza katika hiyo muda kwenye... you realize that there are some emergencies that we have never experienced as Kenya but then they can come our way something like tsunami we, we are not expected to experience tsunamis in Kenya but trust you me we have a curriculum of training people how to respond to such when they come katika uigizo huo Hali ya mashambulizi ilionekana kuwa kweli, lakini maafisa wa Red Cross waliweza kudhibiti janga kwa haraka. Walioumia walihudumiwa na kusafirishwa katika hospitali ili kupata matibabu zaidi. West Pokot is prone to an array of uh, events. Number one, conflicts and these are resource based conflicts. West Pokot is a county also prone to matters drought. West Pokot is prone to matters, floods and landslides. Mesaidia watu wetu sana haswa, sehemu hii ni sehemu hii ni hatari sana. Wakati nyuma baadaye, kabla amani haijaingia hapa, ilikuwa mifugo kila wakati inaibiwa, na hapa hapa watu wengi wamekufa. Wakazi wameyapokea kwa furaha mafunzo hayo wakisisitiza umuhimu wa elimu ya, ya tahadhari kufanyika mara kwa mara mashinani ili jamii iwe na uwezo wa kujilinda kabla ya msaada wa kitaifa. Red Cross alikuja huku kufanya kasi yake, tumeona kasi yake alifanya mzuri ku, kuona kufanya kumaneno ya vitu yalileta huku ni mzuri sana. Maafisa wa Red Cross wamesema maandalizi ya kukabiliana na majanga ni msingi wa usalama wa jamii. Collins Shitabay, runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.